Inadaiwa kuwa majambazi waliokuwa na silaha walivamia duka la Tofiki eneo la Kabula kaunti ya Bungoma na kuumiza mlinzi aliyokuwa akilinda biashara hiyo kabla ya kutoroka na mali ambayo thamani yake bado haijabainika rasmi. Inaya saa tatu na nusu saa tisa nikiwa nime, nimesikia tu mtu anapiga kalele kutoka nje. Niliona wali, waliua soja wa jirani wangu na waliiba vitu mingi kwa duka, duka yangu na niko na CCTV. Wakati waliingia ndio walikata hiyo CCTV, lakini footage ya mbele wakati wanaingia inaonyeshwa, yani iko na imeangaliwa, na watu wa serikali walikuja wakachukua. Tunaomba wakazi. Washukiwa walinaswa na kamera za CCTV za duka hilo, wanaitaka idara ya polisi kufuata haraka washukiwa hao na kuwachukulia hatua kali za kisheria ili kurejesha hali usalama ya usalama katika eneo hilo. Tunaomba usaidizi kwa upande wa serikali wale walishikwa na CCTV e, CCTV hiyo e, ifatiliwe, washikwe wale wa jamaa, kwa sababu sura kila kitu unaonesha vile wanabeba vitu kwa duka. Sasa wanaitaka serikali kuhamisha maafisa wa polisi waliopo katika kituo cha eneo hili. Ninaomba Kabula hii, tunataka tuwe na usalama mzuri. Ofisa ofisa kama maaskari wasilale, watembee wakiangalia Batroi nini atendeka. Wakishapata kitu kidogo, wanaenda kwa nini? Kwa, kwa, kwa baa. Wajui patrolling. Sasa asinataka change, askari akikucha Kabula asikae kwa, kwa miezi mbili mwezi moja atolewe. Baadhi ya wafanyabiashara wanadai kwamba wanaishi kwa hofu, wakielezea kuwa visa vya wizi vimekuwa vikiongezeka katika siku za hivi karibuni. Hili hapa Kabula si geni, tumeumia sana sisi kama wakaaji wa Kabula, na ndio maana tunasema kwamba hali ya usalama eneo nzima la Kabula imekuwa duni mno, na ndio maana tunasema serikali tusaidie, hususan katika e, kuboresha mambo ya polisi tumekuwa na shida sana na changamoto ya e, sekta yetu ya polisi hapa Kabula kwa sababu patrol, patrol imekuwa chini mno kazi. Wanatoa wito kwa vyombo vya usalama kuimarisha doria, hasa nyakati za usiku, ili kuzuia matukio kama haya sijirudie. Polisi hapa tukipata kisa ya kwanza, ingekuwa chang'aa hapa sasa, makruza zingekuwa zimelala, wangekuwa wanamwaga sisi. Hapa tunasikitiza hii kifo, tukisema polisi wa Kabula ward. Si mwenye alienda hiyo cabinet yote ingeenda. Nikiripoti ya mtazamo wa Dira runinga ya Tandao, jina langu ni Dina Mkalo.